Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani wanaondolewa kutoka Mashariki ya Kati kutokana na kuyumba kwa mazungumzo ya nyuklia na Irani, hali inayotishia kuvuruga usalama wa eneo hilo. Wanaondolewa kwa sababu linaweza kuwa eneo hatarishi, Trump aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington alipoulizwa kuhusu taarifa za kuondolewa kwa wafanyakazi hao. Tumetoa taarifa ya kuondoka na tutaona nini kitatokea, aliongezea kwa kusema Alipoulizwa namna ya mvutano kati ya eneo hilo unaweza kupunguzwa, Trump alisema kuwa hawawezi kuwa na silaha ya nyuklia ni hatutoruhusu hilo litokee. Kwa mujibu wa taarifa ya ubalozi wa Marekani nchini Iraq, ulikuwa unajiandaa kwa zoezi la kuondoa sehemu ya wafanyakazi wake, huku kibali cha kuondoka kwa hiari kikitolewa na wafanyakazi walioko Bahrain na Kuwaiti. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisasisha tahadhari yake ya kusafiri duniani kote siku ya Jumatano ili kuakisi hali ya hivi karibuni. Tarehe kumi na moja mwezi wa sita, idara ya mambo ya nje iliagiza kuondoka kwa wafanyakazi wa serikali ya Marekani wasiokuwa na dharura kutokana na kuongezeka kwa mvutano wa kikanda, alisema taarifa hiyo. Trump amerudia mara kadhaa kutishia kushambulia Irani endapo mazungumzo kuhusu mpango wake wa wa nyuklia yatashindikana. Rais huyo wa Marekani alisema siku ya Jumatano kuwa ana matumaini madogo kuwa Tehirani itakubali kusitisha mashambulizi hayo, jambo ambalo ni madai makuu ya Marekani katika mazungumzo hayo. Waziri wa ulinzi wa Irani, Azizi Nazlii, alisema siku hiyo ya Jumatano kuwa iwapo Irani itashambuliwa, basi itajibu mashambulizi hayo kwa kulenga kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Marekani ina kambi za kijeshi nchini Iraq, Kuweti, Bahilani, Katali na Umoja wa Falme za Kiarabu.